huona njaa hata kutindikiwa, lakini wale wamtafutao Bwana, oh. Zaburi ya 34:10 wale wamtafutao Bwana hawatakosa chochote kilicho chema. Sema nasikia. Kwa hiyo neema na amani kwenye maisha yako ina uwezo wa kuongezeka kwa vile unavyozidi kumjua Mungu yes. Watakutana na wewe waliosoma na wewe waseme, ah, kaka, uko vile vile, yaani hujabadilika. Wengine wakimbo wanafurahi, n no. Lazima ubadilike, mwambie yanako lazima ubadilike. Amen na usibadilike vibaya, ubadilike vizuri. Haleluya, amen, wow. sema nasikia Tuna mji, tuna po, kwa nini ni muhimu kumjua Yesu? Ndo tunaongelea pointi ya swali la kwanza, kwamba who are you Lord. Kwa lazima wewe ulijibu ilo swali, lazima upate majibu ya ilo swali, kwamba Bwana wewe ni nani? Pointi ya kwanza nimeongelea kwamba inaamua kila kitu kwenye maisha yetu. Cha pili, tunavyomjua yeye ndivyo tunavyoweza kujijua sisi. Hello Unavyomjua yeye ndivyo ambavyo unazidi kujijua wewe, kwa sababu anasema, unakumbuka kwenye mwanzo alisemaje, tumfanye mwanadamu kwa sura na mfano wetu. Kwa hiyo, ili uweze kujijua, unabidi umwangalie yeye ambaye anasema amekufanya kwa sura na nani, na mfano wako. Kwa hiyo, jinsi unavyozidi kumjua, ndivyo unavyozidi kujijua. Shema nasikia Wakolosai tatu tatu mpaka nne. mm. Wakuabudiwa ni wewe. Anasema kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Aleluya. Uhai wetu umefichwa, maisha yetu yamefichwa katika Kristo. Ili tuweze kujitambua, ili uweze kutujua lazima maarifa yetu ya lazima umjue nani Kristo. Mstari wa nne anasema Kristo atapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Aleluya. Ukielewa, ndio utajua kwamba jinsi unavyopata mafunuo kuhusiana na Kristo, ndivyo unavyozidi kupata mafunuo kuhusiana na wewe. Elo, unapopata mafunuo kuhusiana na nguvu ya uponyaji wa Kristo, ndivyo utavyoanza kuzidi kutembea na kuidhihirisha Unapouelewa upendo wa Kristo, unapoelewa upole wake, unapoelewa utawala wake, ndivyo ambavyo hivi vitu vitazidi kudhihirika kwenye maisha yako. Kwa hiyo ili uweze kujijua kwa uhalisi, ni muhimu ukamjua yeye. Haleluya! Ndio maana mwimba mwimba wa zamani akasema, nataka nimjue Yesu nani ziliku hamu nijuwe pe ndola kena wokovu. Haleluya, amen dumana Paulo akasema nataka nimjue Yesu, akasema nimehesabu kila nilichonacho kama si kitu ili nimpate Kristo ili nimjue Kristo. Sema amen. Na huyo mtu anayeongea hivyo ni mtu ambaye ameandika robo tatu ya Agano Jipya, lakini bado alikuwa na kiu ya kumjua Yesu. Utapomjua Yesu utagundua kwamba wewe sio maskini Utapomjua. Unajua, kuna watu wanaongea nasema, mimi yani mimi mimi so mchezo, mchezo, mimi sio mtu wa mchezo. Mimi yani mimi ha, mimi ni mkali, mimi ni mkali. Mbona yako? Mjue Yesu kwa sababu kama alivyo ndivyo tulivyo duniani. Hello. Maandiko yanasema yeye ni mwingi wa rehema. Hello. Ushasikiaga watu? Ushasikia watu ambao usha ukiwafanyia kitu kibaya na kwambia Mungu anakuona. Ushasikia? Unajua inamaanisha nini? Ata, anakuona, ata kwa maana Mungu anakuona atakuadhibu. Wote wanaongea kwa wamjui Mungu. Mungu akikuona anakubariki. Yeah. Sababu eh, ni mwingi wa rehema. Yeah. Kwa mbao mmesoma kitabu cha Yona mtajua. Yona alikataa kutumwa na Mungu. Alisema, Mungu, wewe najua umenituma nikawaambia utahukumu inchi, lakini nakujua ni mwingi wa rehema, hautafanya chochote. Nitaenda nitawaambia na hautafanya, au nabii wangu. Na kweli Mungu huko hukumua vyenda kuhubiri. Sababu ni mwingi wa rehema. Hello? Kuna mfano mmoja niliusikia wa, ye, uh, wa, wa Yesu inasema kulikuwa kuna kesi. Wangapi wanataka kusikia hadithi? Oh, nice. Kulikuwa kuna kesi. Hakimu akawa na hukumu mshtakiwa na aliyemshtaki. Mshtakiwa kutokana na ile kesi akawa anatakiwa kulipa kwa mfano tuseme milioni hamsini. Akasema kutokana na kesi ilivyoenda Uh, mahakama imeamua uh, mshtakiwa ana hatia na atapaswa alipe milioni hamsini, si ndio? Hadithi hiyo ishi hapo. Inasema yule hakimu akashuka kutoka kwenye sehemu yake ya hakimu akalipa ile milioni hamsini. Hey, watu wakashangaa imekuwaje Mikoaji ya hakimu umehukumu milioni hamsini, fuilipata tena. sehemu ya hadithi ambao wakuijua ni kwamba mtumia alikuwa ni mtoto wa hakimu. Oh, oh. Wata kuambia Mungu anakuona. yes, yes. hallelujah, glory. anasema amen, amen. Yeah. Mungu akuoni ili yakuhukumu, alimtuma mwanaye wa pekee afe kwa ajili yako anasema hakuja ili uhukumu ulimwengu bali kwa kupitia yeye ulimwengu upate kuokolewa. Aleluya! Ndio maana tukiita jina Yesu anasema hakuna jina lingine tupaswalo kuokolewa kwalo. Aleluya! ambijneako Mungu anakuona. Aleluya! Kwa mara ya kwanza, Mungu aniona. wow. Najua wengine helo kwa nini inabidi tumjue Yesu? Ni muhimu kumjua Yesu kama Bwana, kama Bwana. Bwana maana yake ni mmiliki. Mtoto wa Mungu mchungaji Kristo akatufundisha kwenye healing streams iliyopita, kama hujasikiliza utaenda kusikiza kwa muda wake. Inaposema kunaandika sema, ili ijulikane kwamba Yesu ni Bwana, neno Bwana liloandikwa pale ni neno Adonai, ilijulikana kwamba Yesu ni Mungu lelo, kwa sababu Kiebrania jina la Mungu halipo, hamna jina la Mungu, hawaliandiki. Wakiongea jina la Mungu wanaita the name, hawatake kulitaja. likiandikwa kwa silabi ambayo tunazijua sisi zinaandikwa kwa y v w h, kitu kama hicho silabi ambazo zinatumika hello, ambao watu wakatafsiri waka wakasema yawe yawe, lakini sio yawe. Waibrania awalitaji hata hello namna pekee tumekuja kujua jina lake ni alipokuja akaitwa nani? Yesu Yawe, manake ni we, ni yeye ambaye jina lake alijulikani, ukasema wewe ni Yawe na wewe <laughs> Hallelujah! Ni muhimu kumjua yeye kama Mungu. Ni muhimu kumjua yeye kama Bwana, mmiliki wa maisha yetu. Sema Yesu ni Bwana wa maisha yangu, maanake Yesu ni mmiliki wa maisha yangu. Warumi 10:9, Warumi 10:9. Hamna kitu kizuri kama kumwongelea Yesu, hamna habari njema kama habari ya Yesu. Yesu sio tu Mungu. Yesu ni habari yenyewe. Amen. Anasema kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana, sio kuwa ni mwalimu, sio kwamba Yesu ni nabii, kuwa ni nani? Bwana, na kuamini mini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa hiyo kinachookoa watu ni wanapokiri kwa kinywa chao kwamba Yesu ni Bwana, na maandiko yanasema hakuna anayeweza kukiri Yesu ni Bwana pasipo Roho wa Mungu. Ndio mkono wake wai sema Yesu ni Bwana wa maisha yangu, wa mwili wangu. Yesu ni Bwana wa fedha zangu, ni Bwana wa familia yangu. Haleluya, amen. Yesu ni Bwana. Yesu ni mmiliki wa maisha yako. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja kwenye maandiko kitabu cha, alafu tutaenda kwenye next point, Mathayo 26 mstari wa 21. Mathayo 26:21. Hallelujah. Tumefika. Inasema nao, walipokuwa wakila, alisema huyu ni Yesu, alisema amin, Nawaambia mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana helo, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, yeah. Je, ni mimi Bwana? Meona, wakaanza kumuuliza nani? <laughs> je <haleluya. laughs> yeah, ni mimi Bwana, si ndio? Umeona swali waliuliza, waliuliza ni nani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 mwenye kumsaliti akajibu akasema ni mimi Rabi. Mwaona tofauti ya swala la Yuda na wenzake. Wenzake waliulizaje eh? ni mimi Bwana. Walimwita Yesu Bwana, maanake Yesu ni mmiliki wa maisha yao. Unajua watu wajui neno rabi, wanajua labda rabi ni Mungu, rabi ni mwalimu. Kwa hiyo yu, kwa Yuda, Yesu wakuwa bwana, Yesu alikuwa ni mwalimu mmoja tu. Amazing. Mwambie, jina lako, Yesu ni nani kwako? Kwa hiyo kwa Yuda alikuwa ni rabi, anasema je, ni mimi rabi? Akamwambia, wewe unasema. <laughs> <laughs> <"Ayeyeyeyeyeyeye." laughs> <"Ni, wewe>, unaweza <unamali." laughs> <laughs> kuuliza alisemaje? Alisema alisema, alisema yeye ni rabi. Wewe ni tofauti, kuna wenzako wote wenzako wote waliita Bwana, lakini wewe kwangu mimi sio Bwana, mimi ni mwalimu tu. Hello. Maneno ya mtu yanamfunua. Ukitaka kumjua mtu moyo wake, msikilize maneno yake. Helo, yeah. Ni muhimu, ni muhimu, jirani yako ni muhimu yeah. Maneno naongea ni muhimu, si ndio? Ndio maana usianze kumwita uh, mwenzi wako majina ambayo sio sahihi si ndio? mama fulani baba fulani, mwambie yako wewe, wasema, haleluya! Unataka ndoa yako iwe happy, mwite majina sahihi si ndio? waite watoto wako majina sahihi, mwite kiongozi wako ofisini majina sahihi. Haleluya sema, nasikia. Swali la pili, tukoshangalia swali la kwanza, swali la pili, turudi kwenye uh, Matendo tisa, Matendo tisa tatu. Shangalia swali la kwanza, mstari wa nne, mstari wa tano. Akasema u nani wewe? Bwana naye akasema mimi ndimi Yesu unayeniudhi. Mstari wa sita. Lakini simama uingie mjini nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Mstari wa saba. Okay, sijui kwa nini Kiswahili kina mm. Nitasoma Kiswahili nilicho nacho sijui kwa nini hii imeruka hiyo sehemu. Inasema Bwana akasema mimi ndimi Yesu unayenitesa ni vigumu kwako kuzipiga ni Kiingereza pale ili ita, ita, ita, na, mstari wa sita. Ni Kiingereza. Sita. Afu ni kusoma Kiswahili chake. Okay, Kiingereza inayo. Kwa hiyo nitasoma Kiswahili chake hiyo. Anasema Bwana akasema